Karibu sana mwana Azam FC katika kipindi chetu pendwa cha Azam FC TV hapa hapa kupitia chaneli yetu pendwa nambari moja ya michezo Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Haya ni miongoni mwa tulio nayo leo hii. Tutakuletea mchezo wetu wa kirafiki dhidi ya KMC FC ambao ulicheza Machi 22 katika dimba la Azam Complex Chamazi, lakini pia tutaangalia timu yetu ya vijana wa under 20 ambao wameingia dimbani katika ligi kuu ya soka Tanzania Bara NBC dhidi ya Tabora ya United na kuibuka na ushindi wa mabao saba kwa sifuri. Mbali na hayo tutamtazama mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Azam FC Thabiti Zakaria akizungumzia jinsi Azam FC wanavyorejea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara NBC baada ya mapumziko ya takriban mwezi mmoja. Tukabidi tutafute michezo katika kipindi kile kile ambacho kama kungekuwa na msimu tungecheza mechi kwayo. Hizi mechi mbili tulizocheza, tulicheza hasa katika maeneo hayo, na itusaidie kuona ni sehemu gani ya kuzidi kujiimarisha kuelekea sehemu ya mwisho ya ligi iliyobakia. Mwana Azamu FC kwa sasa, hutaki kukosa uzi bora wa Azamu FC, kwani kuna ofa kubwa ya punguzo la bei ya jezi zetu. Hivyo basi, fika kwenye maduka yetu ya Azam Complex Chamazi, pamoja na Kariakoo Livingston na Agrey, ili ujipatie mtoko wa dunia wako wewe na yule umpendaye. Kwa nini uteseki na jezi feki ikiwa Azam FC wana jezi bora na zenye quality hali ya juu? Hawakuishia hapo tu, yaani bei sawa na kitonga. Wajanja wote tumechagua kupita na upepo wa punguzo la bei. Iwe jezi nyeupe, nyeusi ama bluu, tembelea maduka yetu ya Azam FC yaliyo karibu nawe. Ofa hii kubwa kuliko unakosaje? Kwa mfano Ya kirafiki. Mtazamaji wa Azam FC TV, karibu tuanze kipindi chetu kwa kuangalia mchezo wetu wa kujipima nguvu dhidi ya KMC FC. Mwana Azam FC, mamlaka inayosimamia michezo ya ligi kuu ilitoa ratiba ya kusimama kwa ligi kuu soka Tanzania bara NBC mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka huu 2025, lengo ikiwa ni kupisha michezo ya mashindano ya ligi ya kimataifa inayoendelea mwezi huu Machi mwaka 2025. Azam FC tunaungana na Watanzania wote kuiombea timu yetu ya taifa Tanzania Taifa Stars kuibuka na ushindi mnono dhidi ya timu ya taifa huko nchini Morocco. Wakati tukiombea mashujaa wetu FC, tumekuwa na mazoezi ya mechi za kirafiki kwa lengo la kujipima uwezo. Tarehe 22 Machi mwaka huu Azam FC tuliingia dimbani dhidi ya KMC kwenye mchezo wetu wa kujipima nguvu. Mchezo huu ulikuwa na mvuto wa aina yake kwani ulikuwa na ushindani mkubwa na wenye kusisimua. Mpenzi mtazamaji, nisikumalizie uhondo. Hebu basi tuangalie highlights jinsi mambo yalivyokuwa katika mchezo huo. Wonderful. Yeson Mendoza Eva Meza anakataliwa na umilikiniwa kwao Kino Boys. Tangalo Fred. Katoa boko tangalo kaminko kaikataa, lakini anarudishiwa tena ndani ya kamba. Bao moja zuri wanafunga Zidane Sereri. Walifanya makosa eneo la ulinzi, Eva Meza alicheza ule mpira wakapasiana pasiana KMC, katika eneo lao la hatari Rahib Shomari, kile mpira wa mwisho ambao ulichezwa ule, aliucheza kukipa Ismail Mpanki, akienda kumalizwa na Zidane Sereri mwepesi. Oho, haya boko lingine tena, yuko Nasr Saduni humud

anacheza mpira, ameanguka mwenyewe, ajaribu kuingia ndani nafasi, anakataliwa. Hiyo ndio nafasi ambayo alipoteza. Jami Simba akaenda kuwa mlinda mlango. Aljifali ajaribu kucheza mpira, alimchungulia vizuri, mpira bonge moja la bao, wanafunga hapa KMC Aljifali. Uh, Yoro Diaby pasi yake ile kwa Zaidi Omar ikafika kwa Deusdedit Cosmas. Magoli ya namna hii mwaka huyo imefungwa sana, ilifungwa wakati anakwenda kukontoa Zaidi Omar, mpira ukapita ule ukamkuta Deusdedit Cosmas yokoyo

Yoro Mamadou Diaby nyuma ya mpira kukuta KMC, mpira wake umekwenda nje. Yoro Mamadou Diaby, Zidane Sereri, pasi nzuri lakini anakataliwa sopu, mpira wake ule wanaunasa KMC. Wanajiamini eneo lao KMC

Hatimaye dakika 45 katika mchezo wa kirafiki zinakamilika. Naam, dakika 45 za kipindi cha pili iko pale chini mchezaji wa Azam. Pale chini kusogea nao tena, atafanya nini? KMC imepenya hizo ile imefika Shabani ni chilunda ambalo zinafungwa hapa katika e, e, e, e, eneo lile, alitoa pasi ile kwa ya Zaid Omar wakapoteza mali ile, ikanyanyuliwa tu kwenye lango lile na Redemptus Musa na kuiandikia KMC bao la tatu. Hey, hey, hey, hey. MC Tazama

Kaenda kugonga ile wakaondosha KMC. Inachukua tena Fabian Mutumbura, jaribu kupita nao tena tena, weka tena, kina kapata Fabian Mutumbura. Mutumbura, ya mana hivi, kama ingepita ni yeah, Saidi Lanso. Weka pasi ile. Hayo nafasi tena. Inacheza na Kamata. Zuberi Fuba. Eh. Hey. Zuberi Demtus. Hao. Hasim Masudi Msunga. Shabani ametokea tena a Chilunda. Weka pira moja na Chilunda. Me... Chilunda! Ile kata hey. Ile. Eh. Nikwenda kugonga nguzo ya pembeni. Cross ya Hasim Masudi. Wanakaa <tosan> vizuri bado Nassor Sadun. Nassor Sadun pia anakwenda nje. Goal kick. Nassor Sadun pia anakwenda nje. Pambana kujaribu Alessani Kaiseti pembeni. Wanasogea tena, wanafanya nini? Weka mpira moja ndani huku sana. Fabian Mutumbura ana control boli tena wanayo. Okay, mc wanapambana. Faul haya. Hey, ha, mpira wa adhabu huo. Weka mpira moja ndani huku nagongwa kicho hina. Anaweka mpira ndani ya lango, alikwenda juu na urefu wake akautumia vyema ukampita wanaopoteza bali, inakuwa Frank TSA, weka mpira moja ndani sasa. Frank inachozo bao moja matata mno linawekwa hapo, anaweka mpira ndani ya kama, baada ya kupoteza ule mpira KMC, na cross ya Frank TSA kamaliziwa vizuri na Teps Evans, mbili kwa nne. Amecheza pia KMC tsac baada kwa Azam akaenda kwa mkopo, nafasi tena hiyo. Mpenzi mtazamaji wa Azam FC TV, hatimaye mchezo ukatamatika huku matokeo yakiwa ni mabao mawili kwa manne KMC FC. Dhahiri ulikuwa ni mchezo wenye kipimo kizuri zaidi. Kocha wetu mkuu Rachid Taoussi alizungumza na Azam FC TV kuhusu tathmini yake mara baada ya mchezo huu kumalizika. uh,

Mtazamaji, hayo yalikuwa ni ya timu ya wakubwa. Sasa basi, tuangalie timu ya vijana. Timu yetu ya vijana iliingia dimbani Azam Complex Chamazi dhidi ya Tabora ya United Under 20 kwenye ligi ya NBC Tanzania Bara Jumatano ya tarehe 19 Machi mwaka huu wa 2025 huu ulikuwa ni mchezo muhimu sana kwa Azam FC Under 20, kwani mara ya mwisho timu hizi kukutana kabla ya mchezo huu Azam FC walikuwa ugenini na walipoteza pointi tatu muhimu kwa kufungwa mabao mawili kwa moja, hivyo ulihesabika kama mchezo wa kulipa kisasi. Sasa hebu tuangalie mambo yalivyokuwa kwenye mchezo huu wa marudiano. Kwa sasa wenyeji ni Azam FC.

Kocha wetu wa Azam FC under 20 Kasim Ligope, mechi ilikuwa nzuri. Uh, tumedominate game dakika uh, like zote tisini, lakini ukiachiia kudominate pia tumetengeneza nafasi na bahati nzuri tumekutana na mpinzani, muda mwingi anakaa kwenye eneo lake, anacheza deep defend. Kwa hiyo ilikuwa hakuna namna, lazima tupush tu attack na namba kubwa pia tulifanikiwa kwenye kipindi cha kwanza katika dakika za mwanzoni tulitengeneza nafasi tukazitumia, lakini pia kipindi cha pili tuliona wapinzani na wao wanajaribu kuja kuona namna gani wanatengeneza nafasi. Kwa hiyo kwetu ilikuwa rahisi kwa sababu walivyokuwa wanatoka wanatengeneza nafasi, tulitengeneza nafasi zaidi tukaongeza, lakini bahati nzuri pia tumepata nafasi kuwapa nafasi wale wachezaji wengine ambao wametoka kwenye anda 17 ambao wana uzoefu na wao wapate uzoefu. Kwa hiyo kikubwa malengo yetu alikuwa pointi tatu. Nashukuru tumepata lakini pia tunashukuru mashabiki wetu wa Azam ambao wamejitokeza kwa wingi kusupport timu yao. Na tunaomba endelee kusupport timu, bado tuna mechi moja ya mwisho dhidi ya mashujaa. Baada hapo tutajiandaa na hatua ambayo inafuata. Mtazamaji wa Azam FC TV tulipata wasaa wa kuzungumza na Ashraf, nyota ambaye aliingia nyavuni mara mbili kwenye mchezo huu na kuifanya Azam ibuke kifua mbele. Mechi ilikuwa tafu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kila mchezaji alipata nafasi kaonyesha, na tumeweza kupata magoli mengi Alhamdulillah. Mpenzi mtazamaji, hayo yalikuwa ni ya timu ndogo. Hebu sasa tuangalie maendeleo ya klabu yetu pendwa inayoendelea kujipanga kwa ajili ya kurejea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara NBC. Sasa tumsikilize mkuu wa idara ya habari na mawasiliano, Azam FC, Thabiti Zakaria almaarufu Zaka Zakazi, akizungumzia jinsi Azam FC ambavyo watarejea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara NBC baada ya mapumziko ya takriban mwezi mmoja. Tuko mazoezini na tuko katika wiki ya tatu, uh, ya mazoezi baada ya kuwa tumecheza mchezo wetu wa mwisho wa ligi katikati hapa tumecheza michezo miwili ya kirafiki tukicheza na Pan Africa tukaje kucheza na KMC. Hii michezo imetuongezea kitu fulani kwenye timu na kutuonesha maeneo gani ambayo bado hayajakaa sawasawa, kwa sababu katika hali ya kawaida, wakati msimu unaendelea, mnakuwa mna mechi kila mwisho wa wiki, lakini katika kipindi kile ambacho ligi imesimama, tukabidi tutafute michezo katika kipindi kile kile ambacho kama kungekuwa na msimu tungecheza mechi. Kwa hiyo hizi mechi mbili tulizocheza tulicheza hasa katika maeneo hayo na itusaidie kuona ni sehemu gani ya kuzidi kujiimarisha kuelekea sehemu ya mwisho ya ligi iliyobakia. Um, baada ya mechi hizi mbili uh, tutacheza mchezo mwingine wa tatu dhidi ya JKT Tanzania uh, Alhamisi ya wiki hii. Sasa huu mchezo ni maalum kwa ajili ya kujiandaa na mechi inayokuja ya ligi. E, hii michezo mingine ilikuwa ya jumla kujiandaa kwa ujumla na sehemu ya mwisho ya ligi iliyobakia, lakini huu ni maalum kwa ajili ya mchezo unaofuata ambao ni dhidi ya KenGold. Na hata ukiangalia hizi timu aina yake, uchezaji ni zinacheza mpira unaofanana kidogo katika viwanja vinayofanana kidogo, kwa hiyo kucheza na JKT unapata uh, picha fulani kuelekea mchezo wetu dhidi ya KenGold utakaofanyika um, um, Aprili tatu Mchezo utakuwa alhamis na baada ya mchezo huo, tutakuwa sasa tuna, tuna tunafanya maandalizi ya mwisho kurekebisha kilichoonekana kwenye mchezo huo na kuongeza vitu vingine viwili vitatu, ili tukaenda kwenye mchezo dhidi ya Kengold kila kitu kiwe sawa sawa. Ari ya wachezaji iko vizuri kabisa. Uh, wachezaji wanataka kubadilisha upepo baada ya kuwa hawajafanya vizuri katika mechi kadhaa zilizopita. Uh, kwa hiyo wanataka ku, ku, kurudi katika hali ya kushinda na kujitengeneza vizuri kisaikolojia kwa sababu hata wao wasiposhinda uh, wanapitia kipindi kigumu wao binafsi kama wachezaji kama professionals, lakini pia unajua utani huu kwenye mitandao ya kijamii yanawafikia pia, mambo yote yanayozungumzwa wanayapata na wenyewe hawaipendi hiyo hali. E, kuirekebisha hilo ni lazima kujiandaa vizuri e, kwenye, kwenye, ma, kwenye mazoezi yanayofanyika kipindi hiki kwa ajili kwenda kupata matokeo mazuri kwenye mchezo unaofuata na, na michezo mingine inayofuata. Mwana Azam FC sasa, hutakiwi kukosa uzi bora wa Azam FC, kwani kuna ofa kubwa ya punguzo la bei ya jezi zetu. Hivyo basi, fika kwenye maduka yetu yaliyoko Azam Complex Chamazi na Kariakoo Livingstone, pamoja na Grey, ili ujipatie mtoko wa dunia, wewe na yule umpendaye. Mbona umekaa kizembe? natamani sana kucheza tatizo, sina sina jezi za Azam. Unafeli wapi wewe? mwezi wa tatu tarehe ishirini siku ya Alhamis kuna punguzo kubwa la bei ya jezi za Azam. Mwambie mzazi wako akununulie. Mpenzi mtazamaji wa Azam FC TV, kwa nukta hii hatuna la ziada. Usikose kuangalia kipindi kijacho ili kupata taarifa na matukio muhimu kuhusu klabu yako pendwa ya, ya Azam FC. Kumbuka Azam FC, timu bora bidhaa bora.